Wa Daudi mchungaji mdogo kutoka Israeli. Hii ni hadithi ya jinsi imani ilivyoongeza nguvu yangu. Huyu Goliath ni mtu wa nguvu kubwa, hatutamshinda kwa silaha zetu za kawaida. Lakini hatuwezi kukimbia, lazima tupigane na tujitayarishe. Naomba Mungu atuongoze akuyukwojayari kupigana na mimi nitawanyanganya hofu na nguvu zangu zote. Huyu mtu ni mkubwa na hatari sana, moyo wangu unatetemeka kani, kama tuna nafasi. Daudi, ndugu zako wako kwenye vita, nenda ule chakula na uangalie kama wako salama. Nitamleta habari njema baba, nitaenda sasa. Nakutakia heri, kumbuka Mungu yupo pamoja nawe. Huyu mtu anadharau watu wetu na Mungu wetu, sitaki kukaa kimya. Wewe huyu mtu ni mrefu na mwenye nguvu sana. Mungu yupo pamoja nami, nitamshinda. Daudi, huyu mtu ni shujaa wa vita mwenye uzoefu mkubwa, wewe ni mdogo, haifai ujihatarishe. Mfalme, nilishughulikia simba na dubu nilipokuwa mchungaji. Mungu aliniongoza wakati huo, nitamtegemea sasa pia. Nakutakia heri, lakini kuwa makini, uangalie usalama wako. ha, ha, ha. mdogo kama wewe unadhani unaweza kunishinda? Njoo uje, nitakufanya chakula cha mnyama. Ukubwa wako si kitu kwangu. Nimekuja kwa nguvu ya Mungu, na nitaushinda uhasama huu. Nijasiri kweli! <coughs> Daudi, Bwana huu ni ushindi wetu. Daudi ameshinda. Mungu wetu ni hodari zaidi ya adui. Sifa ziende kwa Mungu pekee. Huu ni ushindi wa imani. Mungu ni mwema. Mungu ni hodari.